Nitapigiwa simu ile simu, ina namba zikuwa hazieleweki hazieleweki, zikoje? Kupokea, wakasema wewe unakataa nini? Utakuja utakufa maskini, kubali. Ah, kama mke wangu, wale jamaa bado wanifuata mke, wakasema tuombe Jumamosi usiku. Nikaota naambiwa, tumekushinda, ila tutaunguza vyombo vyako. Nilikuwa na spika moja na kamiksa na maiki, nitaonyesha hapo kaspika, ila mixer ni shampa, mtu nilimbariki labda wakati unaanza huduma hapa ilikuwa ni mwaka gani? Hiyo ni 2023 mwezi wa kumi na mbili. Sasa asubuhi nikaja nikachukua vyombo kwa sababu nilikuwa nalaza kwa jirani, kwa sababu nilikuwa nitubai, nilikuwa wazi. Nikachukua umeme kwa jamaa wa dukani na mwenyewe ni shahidi, nikaweka ile tu, mziki unapiga, niko nimetulia na waza, nikakumbuka wazo kanijia kwamba umeota kwamba wanaunguza vyombo Amka, nataka na mke kushika mic, naona moshi tu unatoka kwenye speaker, moshi unatoka kwenye mix. Kwa kweli ilikuwa ni ajabu. Mke wangu akafika, tukafanya ibada hivyo kimya kimya, na watu wawili, sikuwambia chochote. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni halisi. Ulimwengu wa roho iko hivi, Paulo anamwambia Gayo, Gayo mpenzi, ufanikiwe kama roho yako ifa ni kiwavyo. Ndio maana ukitaka kujijua wewe ni nani, angalia uhalisia kwenye ulimwengu wa roho. Kuna somo muhimu sana watu watakiwa wa ujue ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndiko kuna ushindi. Ujue kabla ya wewe kuja duniani ulikuwepo. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, kabla ya kuwa tumboni mwa mama yako nali nalikujua. Maana yake ulimwengu wa roho ndio ambao unamtambulisha mtu. Ndio maana ujue kwamba sisi ni ulimwengu, yani yani, unavyozungumza mimi kuna mimi unayeniona niona lakini kuna mimi nisiyeonekana . Sasa mimi nisiyeonekana ni yule ni, yani ndo mimi halisi. Umeelewa vizuri? Ndo maana mtu akikamatwa kwenye ulimwengu wa roho hata awe na bidii namna gani kwenye ulimwengu wa mwili hawezi kufanikiwa, ila mtu akifanikiwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili ni, ni kugusa. Umeelewa? Nikupe mfano mmoja. Ndo maana ukiugua au ukisikia mwili una uchovu, unasema mwili wangu nimechoka. Mwili sasa, wewe ambao unasema umechoka mwili ni nani? Unaelewa vizuri? Au mtu akifo kifo, anasema mwili wa marehemu umepelekwa moto, mwili wa sasa male... huyu marehemu yuko wapi? Maana yake marehemu ni roho, hayupo tena pale, ni roho, imebaki tu mwili. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni halisi, na mimi nauamini sana kwenye, mimi naamini sana kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana hata nikitokea shida, waga sishughulikana nayo kwenye ulimwengu wa mwili natafuta na tafuta, kwenye ulimwengu wa roho kuna nini, panasemaje. Baada ya kuunguza hizo vitu, nikagundua jamaa bado wako pamoja na mimi. Niliingia mfadhaiko, niliomba sana. Baada ya kuomba, ndipo Mungu akaniambia umeshinda, hawatakuweza tena. Nadhani ndio nimezungumza kwa kifupi, lakini next time nitazungumza vizuri. Lakini pia popote unaponitazama wewe, si kila mlango wa kanisa, si kila mlango wa ibada unaouona kana kwamba unafaa kuwa kuabudu au kuingia. Siku nyingine nikipata nafasi nitazungumza dalili, utajuaja kwamba mtu anamtumikia Mungu au anamtumikia shetani. Dalili namba moja ya mtu anayemtumikia shetani ni mtu ambaye, yani, pesa mbele, pesa anazungumzia pesa, kila kitu pesa. Kuna sadaka ya kumwona mchungaji Philipo si kwa mfano nyewe nimekaribishwa ofisini. Sasa kuna wachungaji wezi kuwaona bure. My friend, mimi nina uhakika kutoka mbinguni mchungaji yeyote anayetoza watu pesa hajatumwa. Huenda alikuwa e, kwa sababu shetani anatafuta vya Mungu. Mtu sasa akajidanganya kwamba akangalia hivi akasema ngoja nitafute filim Freemason, na hawachukui mtu baki, wanachukua mtu ambaye ana potential, mtu ambaye ana kitu ndani kitakachoweza kuwafaa ndio maana wao wanatafuta watu maarufu, kwa sababu watu maarufu wana impact, lakini shetani ana uwezo wa kukuangalia kwamba kesho, miaka kumi ijayo, u utakuwa nani. Ndio maana alimuona Yesu akiwa mdogo, Matayo mbili, akamchungulia Mamajusi walimuona. Unajua watu wakisoma Mamajusi wao wanadhani ni watu wazuri. Mamajusi eh, walikuwa ni washirikina. Halafu sio wamama, ni kikundi cha watu kutoka mashariki ya mbali ambao wanasoma nyota. Msoma nyota ki yote kibibilia, msoma nyota, hata kama kuna mchuja, anasoma nyota, anasoma nyota, anasema leta viganja tuone nyota. Nyota ni uchawi. Kwa hiyo Mamajusi walimuona Yesu kwamba ni mfano. Hebu e, fikiria, mtoto ana miezi sivyo? alikuwa na mwezi sivyo? alikuwa na wiki. Wanasema huyu ni mfano wa nini? Wa Wayahudi, wakamsujudia. Waliona alichokuwa amebeba, miaka 30 mbele atakuja kuwa nani? Kwa hiyo watu wa Mungu, ukiona mtu anatanguliza pesa, mtumishi wa ondoka ondoka. Ukiona mtumishi amekaa ahubiri habari za ufalme wa Mungu, ondoka, kwa sababu e, e, tunasema injili ni uwezo wa Mungu uletao wo? wokovu. Yesu alikuja kuleta wokovu, dini ni za kwetu. Sasa cha kwanza ambacho kinamkutanisha mtu na injili ni wokovu, lazima tuhubiri habari za kwenda mbinguni, lazima ugeni ndio msingi wa injili kwa sababu tunaona kila siku watu wanakufa, hata sisi tutakufa. Utakapoona mtu anakuambia mimi kuhubiri dhambi hainihusu hizo dhambi wapelekea wengine, mimi hapa nikufanikiwa, huyu ana matatizo, kwa sababu chanzo cha mabaya yote ni dhambi. Zaburi mia moja na tatu mstari wa tatu, akusamehe maovu yako yote, akuponye na magonjwa yako yote. Msamao unatangulia. Yesu akamwambia yule jamaa aliyekuwa amelala chini ya godoro miaka 38 aliyemuinua kwenye Mathayo tano kusoma ule 14 akamkuta hekaluni. Yesu akamwambia, tazama umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata baya io zaidi ya hivi. Kwa hiyo tunaona msingi wa injili ya mtumishi wa Mungu, lazima uhubirie watu kwanza, kuwa na tabia njema, kubadilika, baraka zinafata, si ndio? Hivyo kwa hiyo mm-hmm, ziko dalili nyingi sana, ipo siku ambayo mimi nitawafunulia. Karibuni kama mna maswali. Uh, umesema hao watumishi wapo. Uh, uh, naomba uh, utusaidie walau mmoja wapi? <laughs> Katika hao manabii ili basi anayetazama achukue tahadhari. Ah, hapana, kutaja sio rahisi, lakini mimi ah, umeuliza vizuri. Lakini mimi kutaja mimi siwezi kutaja ila nakupa dalili. Unaelewa <laughs> <laughs> <laughs> vizuri? Yaani kwa mfano wewe mwandishi ikisema mwizi ni nani? Hapo mwizi ni nani? Ukajua kusema mimi mimi. Ina maana wewe ni mwizi. Ila wewe ukanifunga kwa kwamba nimekuita mwizi, mimi nimesema mwizi. Kwa hiyo hizi dalili zipo: wapenda hela, viingilio, wauza huduma. Huduma iuzwi, watu wafunguke. Viambatanishi eh, viambatanishi wanauza. Mimi sina gohobi, mimi sina ugomvi na maji, sina ugomvi na mafuta, nina ugomvi na wanaouza. Wangekuwa wanatoa bure, usiku usingekuwa na shida. Shida bado ipo kwa sababu hivi vitu vimegeuka kuwa fundisho, sawa? Sasa hivi maji, mafuta, mandazi ya upako. Wewe huyo ikusikia mtumishi anatangaza kwamba Jumapili tutakula mandazi ya upako, yupo Dar es Salaam, namfahamu. Mandazi ya upako sasa hivi, vitu shida ni kwamba vimeshabadilika kuwa fundisho. Biblia nasema neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini hata yodi moja, nukta moja haitaondoka, si ndio hivyo? Mm, na imaanisha nini kwenye Biblia? Ukiwauliza watumia mafuta watakwambia Yesu Mariko anasema Yesu akapaka mafuta wagonjwa wengi, lakini Yakobo anasema mtu akiona akiwa wezi na wazee wa kanisa waende wapake nini, mafuta. Lakini Yesu alipaka mafuta se mara hii moja, sio hivyo. Lakini Yesu alipaka mtu matope mara moja, nadhani nadhani hiyo ni Yohana tisa. Lakini Yesu anakutana na Bartimayo mwana wa Timayo, ukisoma Mariko 10:52, anamgusa macho anapoa na kitu kinaitwa ufunuo. Ngoja niwape mfano rahisi kabisa na Mungu anauona. Mwaka 2013 ilialikwa uh, Yombo Yombo kwenda kuhubiri. Nilivyohubiri pale mama mmoja alikuwa na ana miguu na mtesa miaka nane. Nikapata ufunuo nikamwambia vaa viatu vyangu. Piga chini kapiga kapona. Sawa? Nikatoka nayo nikasema kumbe hivi viatu vi vya mtumishi vina upako. Siku moja nikiwa Mbeya na ubiri sema inaitwa Mwasanga si Mwasanga huko ndani. Mwa, Mwasanga, Mwasanga. Na no, sio Mwasanga ile, itakuwa no, ile ilikuwa ni ivumwa. Nyuma ya ivumwa kuna mchungaji ni watejea anaitwa uh, Mwipumu. Tukiwa pale, mama mmoja akaja anaumwa miguu. Mimi si nimechukua ile ambayo ilitoka Dar es Salaam. Kaambia va, piga piga miguu chini, kapiga eh, hapo. Piga mama awe haponi hmm. Nikatoka pale nimefadhaika, akasema ina maana imeisha. Upa ndio Mtakatifu akaniambia hapana, ulikalili huo ni ufunuo. Sasa kuna watu wamegeuza ufunuo kuwa sehemu ya maisha. Maisha ni, ni bibilia, sio ufunuo. Hakuna sehemu ni bibilia imeandikwa, tumia mandazi ufunuo. Mungu anaweza kaniruhusu, akasema huyu pepo alionao mpige kibao kimoja, sio dhambi. Nikakupiga pepo, nikasema tunaondoka, nikaondoka. Lakini haitomaanisha kwamba kila atakayekuja kibao kibao na hivi vitu, mimi nimefundisha sana haya masomo kanisani. Viambatanishi vinaua imani za watu yani, vinaua nguvu za kiroho. Wanaotumia viambatanishi wengi hawana nguvu za za kusimama wao kama wao, nitegemezi ia nikuulize, unasali kwangu kila siku, unatoa maziwa ya upako, ukianwa umelindwa na maziwa yapo, unajisumbua nini kuomba wewe, utafunga ili wele na ndio maana warokole wa sasa asilimia kubwa ni warokole legevu legevu, hawajui masuala ya imani kwa sababu wamerahisishiwa. Kwa hiyo vi, viambatanishi vina side effect, vinaondoa nguvu ya roho, vinakata watu, hawana maono, ni hatari sana. Kwa hiyo mimi tu siwezi kusema ni nabii gani, lakini dalili kama hizo ziwajulishe mtu anayeuza upako. Nguvu ya Mungu haiuzwi my friend, tafuta popote kwenye Biblia. Yesu aliuza wapi mtume paulo petro wote wakinailia waliuza wapi nguvu ya mungu mmepewa bure mathayo 18 lakini pia kuna ushuhuda tumeupata kwamba kuna mtu alikuwa anatoa hela ama utukutafute tukutafute wakati mwingine mtumishi sasa ujue tena huyo mtu ndo huyo mtu niki nikiunganisha naye ndatatoa ndo atawaambia vizuri, vizuri wanaofanya kazi kwa sababu yeye anasema akiingia sehemu Anasema alishawahi kuabudu kanisa fulani Mwanza, alipofika akaiona misukule ndio naita watu kanisani. Ngoja nikimaliza tampigia simu, Ay, inaita watu. Anasema yeye alikuwa na macho, na hiyo macho aliyatema kwa sababu siku nataka mkifanya nayo shuhuda ni watumie hiyo clip au mdownload. Na anawajua wenzake. Anawajua wenzake. Hatari sana. Uh -huh. Baba mchungaji, ya uh, tumeona kwamba kundi kubwa la wanawake ndio waathirika wa kwanza kuamini vya matanishi tukishuhudia kwa mini, macho tukishuhudia kwa kusikia, hii tatizo nini hasa? Ambapo tunaona kundi la wanawake ndio hilo ambalo linakuwa ndio waathirika wa kwanza katika vya matanishi katika asilimia kubwa, na mimi naweza nikasema asilimia kubwa hii nchi nadhani wanawake ndio wengi ku, kuliko wanaume, lakini utambue kibibili ya mwanamke ndio wa kwanza kwa kila kitu hata wakati Yesu anasulubiwa waliomlilia na kupiga mikono yao kifuani walikuwa ni wanawake. Hata waliokwenda asubuhi ili wampake mafuta walikuwa ni wanawake. Lakini pia Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba uh, Mungu aliweka uadui kati ya mwanamke, kati ya, ya uzao wa mwanamke na shetani, unaelewa vizuri. Kwa hiyo wanawake kwa sababu ya idadi yao, lakini pia mwanamke ni mwepesi kufungua moyo ni nature kufungua moyo, ndio maana, kwa mfano, katika swala zima la mahusiano ya kawaida tu watu ni wapenzi na nini au ni mke na mume, wakiachana mwenye maumivu makali ni nani? Ni mwanamke, kwa sababu ya moyo wake alivyoumbwa, ni mtu raibi, ni mtu rahisi namna hiyo, na na ni mtu ambaye mwenye, yaani, tuseme hisia kali, unaelewa. Lakini haimaanishi kwamba wababa watumii, ila wababa utawaona wengi, kwa sababu sisi sio wengi ila wababa wanatumia na wababa wanalipuka mapepo. My friend, hapa mimi naombea kwa jamaa moja profesa sinta msema ni wachuo gani ana mizimu na ikifika hapa kiniona, natetemeka, mizimu pepo aliangalia wewe ni mwanaume. Kwa hiyo baba, hii ambayo ni ibada ibadaambao zinaendeshwa patanishi mm. Uh, na tayari watu maelfu wameshaingia kule mia tano. Sasa labda ngoja na mimi nikujibu hivi yeah. Siku zote mimi nahubiriaga kwamba mimi nahubiria Yesu. Nahubiria Yesu wa kwenye Biblia na Yesu wa mbinguni. Sihubiri so Yesu wangu. Kwa sababu hatari ya kuhubiri Yesu wangu, siku nikifa, imani yako imekwisha. Ila nikikuhubiri Yesu ambaye sisi tulipokea misingi ya Biblia, tumekuwa tukiwakuta kina Moses Kurora wanahubiri, tumekuta wachungaji mbalimbali mpaka leo wanahubiri, kwa madhehebu yote wawe oh, KKT kuna watumishi wa Mungu wazuri wanahubiri wanahubiri Biblia. Hiyo ndio Injili ambayo tunatakiwa tuipokee. Paulo anasema mtu yeyote akihubiria Injili ambayo ambayo ambayo mimi sikuhubiria, au Yesu akuhubiria, hata awe maraika, hata awe nani, mumkatae. Hatari ya viambatanishi ni siku mtumishi akiondoka na imani imekwisha, kwa sababu hakuna atakayekuja na viambatanishi kama hivyo, vinaua imani. Ngoja nikupe, nakupa ushuhuda wakwe, baada ya kupitia kwenye changamoto nikaona ye, ni kuna hizi ibada zinazojiungamanisha kwenye mtandao. Ndio maana niliwafundisha. Ni, ni watu wakasema si kila mahali unatakiwa utoe sadaka. Sio kwamba nimemsikia mtumishi anarudi sehemu fulani wewe nitume, no. Biblia inasema moyo wako ulipo ndipo na zina yako utakapo. Maana ukitoa sadaka moyo wako umeenda kwenye madhabahu yule mtumishi. Nilikuwa namaanisha nini? Mimi fran, manisha, nisikia, ni, nilikuwa najiungamanisha kupitia mtumishi fulani baada ya kupitia shida. Ila nilivyojiungamanisha nisikia nilikuwa sina hamu ya kuomba wala kusoma neno ilishia hapa. Mpaka nilivyogundua, nikaacha ndio nguvu ikafufuka upya. Vitu na nimeshuhudia watu wengi wananiambia hivyo. Vinaua nguvu ya Mungu kwa sababu hauna haja ya kujitesa kufunga na kuomba wakati maji yapo. Siweenda tu unachukua buku au 5000, unachukua maji unakunywa unajipakapaka unaoga, unanyunyizia kwa kila biashara zako. Utakapoona inaenda basi. Mimi niseme uganga ni kama umehamia kanisani. Kwa imani yangu mimi uganga upo kanisani. Nawachekishaga kanisani nasema, kwa mfano wewe, sisi ni mwanamke mm-hmm. Una begi, unakuta mama anatoka kwa, kwa, kwa mtume na nabii Filipo ana begi mpaka mkono unaenda kushoto. Sasa ukimwambia tua china kitu unakuta maji chumvi, anayo mafuta anayo, utazali ni mamantirie <laughs> tazani anaenda kupika wali kumbe ni vitu ambavyo Yesu Yesu sio kwenye mfuko. Nitakupa ufunuo mmoja kwenye kitabu cha Danieli tatu, nenda utasoma habari za Danieli amini, habari za Shadraka, Meshaki na Abednego. Wale watu wangekuwa wanatumia mafuta na maji navyobatanishi mwisho wao ulikuwa ni ule mwle. Niuliza, kwa nini mfalme alipopata hasira, wamekataa kusujudia sanamu sio aliwakamata akachochea moto binasema akachi aka yani, ikazidi destiny, maana yake moto ulikuwa ni mkali, yani moto mpaka uliwaua wale ambao walikuwa ni walinzi ambao wa waliwasukuma, bila nasema wao ni mwako tu wakafa. Sasa wale vijana kabla ya kuwekwa kwenye tanuru la moto, sawa, walipekuliwa, walifanyiwa inspection kwamba wasije wakafungua kambo, wakasema Yesu wao amefanyaje, amewaponya. Sawa sawa na Yesu alivyozikwa kaburini, waliweka jiwe kubwa, wakaweka walinzi, wakasema wanafunzi wake wasije wakamwiba, wakasema amefanyaje? amefufuka ila mtu ambaye ana nguvu ya Mungu aliyotunza kumzuia wale vijana, wakiwa ndani ya tarura moto moto wakakosa nguvu, ila kama angekuwa Yesu wao na kwenye vitambaa vitambaa vingetolewa vikatupwa, mafuta yakatupwa, maji yakatupwa, wale vijana walikuwa wanaungua kama binadamu wengine. Bado mchungaji, mwisho kabisa, tunaamini kwamba huduma uh, yako unatumia neno la Mungu hmm. Sana, sana. Kuna mamilioni ya watu ambao wanapotea, wanazidi kupotea hmm. Kifanyike nini sasa ili kuondokana na hicho na kitu? Biblia inasema tutakupa maandiko mawili hmm, Zaburi 82 mstari wa 5, awajui wala wafahamu nao hupotea gizani na misingi ya nchi yote imetikisika. Lakini Osea nne sita, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kizazi hiki Yesu alishakitabiri ni kizazi cha ishara hmm, namba moja kizazi cha nyoka. Namba mbili ni kizazi cha zinaa. Namba tatu, watu wanahitaji kufundishwa. Sawa, watu wanahitaji, kwa sababu mimi kuna watu nimewapokea design hiyo, ila kupitia mafundisho, kwa sababu iko hivi: maombi, maombi hayambadilishi mtu, hayambadilishi mtu maombi ya kuombewa au ya kujiombea mwenyewe, ya kuombewa hata kama, maombi bila maarifa hayabadilishi mtu, na maombi bila maarifa, shetani akuogopi. kwa mm -hmm. Niulize kwa nini? Soma Mathayo nne. Yesu nitakupa ufunuo ambao hujawahi kusikia. mwandishi wa bali Yesu amefunga siku ngapi? arobaini. aru aru mm, sio hivyo -hmm. Usiku na mchana bila kula, ile siku ya 40 amemaliza Shetani alikuwa hajatokea kwa sababu alijua huyu Yesu kwenye maombi, maombi ni moto. Ila akasema mlango pekee nitakao muweza Yesu ni mlango wa maarifa. Akujua Yesu kama ana maarifa, akamsubiri, akamwambia Yesu huyo nini? Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu badilisha jiwe wewe. Mkate. Yesu akamjibu. Kisha akamwambia kuna alisema anamwambia, uh, ikiwa ni, ni mwana wa Mungu jitupe chini, maana imeandikwa. Na imeandikwa kweli mkoni Zaburi atakuagizia malaika mikononi mwa watafu Takuchukua. Yesu asingekuwa na maarifa tu amebezi kwenye maombi, alikuwa anakufa. Na hili ndio jambo kubwa ambalo linaangamiza kizazi hiki. Kinajua kuomba bila maarifa. Najua na piga chao cha wachawi, piga ni kweli hata mimi nikiamua maombi ya vita hapa ni hatari. Tutakalia kuoni wachawi chao mpaka anasema. Na huyu mtau wananijua nimeshaamsha wabanda wengi hapa. Kipindi nafika hapa kulipo wabanda hivi. Mwingine si wabanda ni mwingine. Yamepigwa maombi akashindwa kuvumilia, akaja akachungulia akatuangalia hivi. Ilikuwa Jumamosi. Jumapili wakati anaenda na ibada akaja tena. Nikamwambia mlinzi mbele ya watu, mwambie ujamaa asiguse hapa kama ana majini akatambike. Ananisikia vizuri. Asi akasema, mnisameni kuna kitu natamani mwambie mchungaji ningie ofisini. Nikajua tayari nguvu ya Mungu imeshamfikia. Naamini kwa ni maombi, lakini maombi na maarifa. Biblia inasema imeandikwa. Yesu alikuwa anasema ime, ndio maana mimi nampenda kutoka moyoni. Napendaga maombi ambayo wanayafanya watumishi wa Mungu wa Gwajima na wa Ukifika kwa Gwajima, imeandikwa, imeandikwa, wanatumia maandiko. Kwa hiyo maombi bila maandiko, bila maarifa, kwa sababu huwezi kumshinda shetani. Kwa nini? Hauna maarifa. Nimekuambia shetani alimsubiri Yesu si k, alijua kabisa kwenye maombi hapa siingii, sitanusa moto na waka, ila utapoa tu na kusubiri. Ndiyo mtumishi, mchungaji, kwa mwisho kabisa, uh, kwa faida ya watu wanakutazama, sasa unapatikana wapi? Okay, mimi <laughs> mimi kwanza napatikana Chanika. Chanika, popote unapotoka, naamini kabisa kwenye interview kuna wengine wanafahamu. Popote unapotokea, shuka Chanika mwisho. Chanika mwisho, ulizia kituo kidogo cha polisi. Viko viwili, kituo kidogo na kikubwa kidogo. Ulizia kidogo, kituo kidogo cha polisi au kona ya Mvuti. Ukifika pale, kuna bango langu hapo. Usipoona bango tu utakokusema anaenda kanisa la mabati ya msauzi Zogoali kwa Angora, kwa pasta Filipo. Kuna boda boda yote anakuleta au utanipigia simu ukitaka kuja, sufuri saba sita nane mbili arobaini na tisa mia saba, sufuri saba sita nane mbili arobaini na tisa mia saba. Lakini pia unaweza ukanifollow kwenye mitandao ya kijamii. Facebook unapatikana kwa jina la Filipo Lundela Gregory, hilo hilo Instagram, Filipo Lundela Gregory, TikTok Filipo Lundela Gregory. Lakini YouTube ni, ni, ni, inaitwa Pasta Filipo TV wewe ambaye una unahitaji msaada wote wa kiroho, kwa sababu pia nimeona madhara ya viambatanishi. Kuna watu nitaonyesha video ninaombea ni pepo, ninasema stoki, kwa sababu huyu jamaa anakuja kwenye maombi yangu lakini amekwisha karibishwa kwamba kachupa ka mafuta usikaache ni mbaba. Wakati anaanza kumwombea, pepo anasema tuna uhalali wa kukaa kwa sababu ana kitu chetu. Kitu gani? Akisema kiko mfukoni, kumshika mfukoni ana mafuta. Nilipoyatoa pepo ikaondoka. Ni sizungumzi kwamba kila anaye tutumia mafuta na shetani na lakini, kupitia anachozungumza mtu apime. Na mimi uzuri, ukipiga simu niko nayo mimi, simu yangu apokeaji, mtu napokea vizuri, najibu message. Kwa hiyo nitakufundisha na Mungu anataka kusaidia. Ndiyo. Amen. Mungu abariki sana.